Katika ulimwengu wa sasa, tunaishi katika dunia yenye mambo mengi sana kiasi kwamba ni rahisi kupoteza mwelekeo. Ulimwengu wa kidijitali umejaa vishawishi na usumbufu, na mara nyingi mtu hujikuta ameachana na malengo yake ya awali bila kujua. Mfano wa kawaida ni pale unapoanza kufanya kazi kwenye kompyuta au simu yako, lakini ghafla unajikuta unaangalia vitu vingine ambavyo hukupanga kuvifuatilia. Hii husababisha kupoteza muda wako na rasilimali kama vile bando, na mwishowe unajiona kama umeshindwa kutimiza kile ulichotarajia. Katika makala hii tutajifunza mambo matatu muhimu yatakayokusaidia kuongeza uwezo wako wa kuzingatia na kupunguza usumbufu, ili kwa sababu kuzingatia, yaani focus, ni kila kitu. Bila uwezo wa kuzingatia, mafanikio ni magumu kuyapata. Kila mara tunapojaribu kufanya kila kitu bila umakini wa kutosha, tunajikuta tukipoteza muda mwingi bila kufikia malengo yetu. Usumbufu ni moja ya changamoto kubwa inayoharibu umakini. Mara nyingi usumbufu hujitokeza katika hali ya kuvutiwa na vitu vingine ambavyo havihusiani kabisa na kazi tunayoifanya. Kwa mfano, unaweza kuwa unatafuta taarifa muhimu kwenye mtandao kuhusu Mwanza, Tanzania lakini unakutana na viungo vya habari au burudani kama mziki mpya wa wasanii maarufu, na kwa hivyo unajikuta unabonyeza viungo hivyo. Muda unazidi kupotea, huku ukisahau lengo lako la awali. Usumbufu huu una madhara makubwa, kwa vile unaharibu muda wako na rasilimali zako. Bila kujua, unaweza kutumia masaa mengi kwenye mambo yasiyo na manufaa badala ya kuzingatia kazi muhimu. Sasa katika makala hii tutaangalia mambo matatu muhimu ambayo unapaswa kuyafanya ili kuongeza uwezo wako wa kuzingatia, yani kufocus, ili uweze kutimiza malengo yako kwa haraka. Jambo la kwanza ni fanya mambo machache. Mara nyingi tunajikuta tunajaribu kufanya mambo mengi kwa wakati mmoja, jambo ambalo linachangia kupoteza umakini. Siri ya mafanikio ni kufanya mambo machache lakini yenye uzito. Epuka kujaribu kila kitu, na badala yake zingatia malengo machache yaliyo wazi na muhimu kwako. Jambo la pili, kuwa na dhamira ya siku yani mission. Kila siku unapoamka jiulize, nini dhamira yangu ya leo? Lazima ujue hatua unazotaka kuchukua na majukumu unayotaka kuyakamilisha. Kuwa na dhamira ya wazi hukusaidia kuepuka kuvutwa na mambo yasiyo na umuhimu. Kwa mfano, badala ya kuanza siku yako kwa kuperuzi mitandao ya kijamii bila mpango, amua kitu kimoja muhimu unachotaka kufanikisha na uweke akili yako yote kwenye jambo hilo. Na jambo la tatu, jifunze kusema hapana. Moja ya changamoto kubwa ni kukubali kila ombi au mwaliko kutoka kwa watu wengine. Hii husababisha kupoteza mwelekeo na kutumikia malengo ya watu wengine badala ya yako. Jifunze kukataa kwa adabu, na kipaumbele ni kufanya kile ambacho kitaleta matokeo bora kwako. Sasa, baada ya kujadili mambo matatu muhimu ya kuongeza umakini, kuna mbinu nyingine muhimu sana ambayo inaweza kusaidia kupanga na kufanikisha malengo yako. Mbinu hiyo inaitwa to do list. Nini maana ya to do list? To do list ni orodha ya kazi na majukumu unayotarajia kuyakamilisha katika siku fulani. Mara nyingi orodha hii huandaliwa usiku kabla ya siku yenyewe. Kwa mfano, kama kesho ni Alhamisi, utatengeneza orodha hiyo usiku wa Jumatano. Unachohitaji ni kuchukua karatasi, daftari au dayali yako na kuandika kila kitu unachotaka kufanya kwa siku inayofuata. Yaani unachukua karatasi na kalamu au diary, unaanza kuandika nitafanya hiki, nitafanya hiki, nitafanya hiki, nitafanya hiki, nitafanya hiki, nitafanya hiki. Sasa baada ya kuandika majukumu yote kwenye orodha, hatua inayofuata ni kuweka vipaumbele. Hii inamaanisha kuchagua mambo ambayo ni muhimu zaidi na kuyapanga mbele ya yale yasiyo na uzito mkubwa. Maana yake ni kwamba kama umeandika to-do list, mambo matano, yale ya muhimu na yaweka yanakuwa ni ya kwanza kabisa. Nitaanza na hiki cha muhimu zaidi, kinafuata hiki hapa, nafuata hiki hapa. Na baadaye yale ambayo hayana umuhimu mkubwa. Mara nyingi tunavutiwa kufanya mambo rahisi kwanza kwa sababu hayachoshi akili. Lakini hii haishauriwi. Anza na vitu vigumu na muhimu kwenye maisha yako kabla akili yako Brian Tracy mmoja wa wa wa ya wazungumzaji wakubwa wa masuala ya maendeleo binafsi aliwahi kusema, each morning make sure you eat that frog first. Hii ina maana kwamba unapaswa kuanza na kazi ngumu zaidi mapema asubuhi. Kazi ngumu huwa na mchango mkubwa katika kufanikisha malengo yako, hivyo kumalizika kwanza nakupa motisha na nafasi ya kushughulikia mambo madogo baadaye. Sasa hebu tuangalie faida za to-do list. Faida ya kwanza ni kuongeza ufanisi. Unapokuwa na mpangilio mzuri unajua kitu gani cha kufanya na kwa wakati gani. Jambo la pili, kupunguza msongo wa mawazo. Kujua kuwa unafuata mpangilio kupunguza wasiwasi wasi na kupoteza muda. Na jambo la tatu kuimarisha nidhamu. orodha inakufanya uendelee na malengo yako bila kuyumbishwa. Na jambo la nne kufanikisha malengo magumu, unapoweka vipaumbele unahakisha mambo magumu yanafanywa kwanza na kwa ufanisi. Sasa napokuwa nikaribia mwisho wa video hii, naomba niongee mambo machache ya kwamba, umuhimu wa kuzingatia katika maisha ya kila siku hauwezi kupuuzwa ili kufanikisha malengo yako. Ni lazima kupunguza usumbufu, kupanga malengo yako mapema na kuhakikisha unakabiliana na kazi ngumu kwanza. Kuwa na to-do list yenye vipaumbele vitakusaidia kuondokana tabia ya kupoteza muda na kuongeza ufanisi katika shughuli zako za kila siku. Usikubali usumbufu kuchukulia muda wako. Jifunze kusema hapana pale inapobidi. Tengeneza mipango ya mpango yako usiku kabla ya siku inayofuata na anza na majukumu magumu kwanza. Hivi ndivyo utakavyoweza kuwa na mtazamo mzuri na kujihakikishia mafanikio katika malengo yako. Sasa napokuwa nikifikia mwisho kabisa wa video hii, naomba nikuulize swali. Ni mambo gani ambayo yamekuwa yakikuondolea focus kwenye malengo yako? Andika hapa chini na mimi pia nitakufuatilia ili tuendelee kujifunza zaidi. Usahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili watu wengine pia waweze kujifunza maarifa haya. Asante sana, karibu tena katika video zinazofuata.